Mishono ya shanga ni moja ya mavazi amb... mishono ya kuweka shanga ni moja ya sanaa au utamaduni ambao wanavaa sana watu wa Afrika Mashariki. Kwa mfano, ukienda Umasaini, watu wa kimasai wanavaaga sana mishono ambayo inakuwa inashangashanga, ni kama ni urembo, lakini ile ni moja ya utamaduni wa Masai, mfano kama Arusha, Moshi, Masaini huko unakuta watu wanavaa aina zile, lakini ule ni utamaduni wao ambao wao wenyewe wameweza kujiwekea, lakini pia ni moja ya sanaa kwa sababu tunaona hata watalii wanapokuja huku kwetu unakuta wanapenda sana kuwa kuona vitu vya utalii vya kwetu kama mfano hizo shanga, kuchonga vinyago vyote, hizi ni moja ya sanaa ambayo inafanywa na watu wa Afrika. Lakini pia vilevile vile, um, shanga hizi ambazo sisi tunaziona. Huwa zinatengenezwa kwa kutumia plastiki, plastiki zinayeyushwa then wanaweza kutoa kitu kizuri kama hivyo shanga na vitu vingine. Lakini pia unaweza kutumia chuma, chuma kinayeyushwa kinayeyushwa kwa kutumia moto. Baada ya kuyeyuka zinatengenezwa shanga za rangi mbalimbali mbali na ndio maana tunaona shanga watu wanavaa kwenye kama mfano vikuku, tukienda kule wa Masai wengi wanakuta wanavaa shingoni, wengine wanavaa kichwani, wengine wanavaa mikononi. Lakini pia kuna zile kacha ambazo watu wengi tunaona wanavaa zi, wengine wanatengeneza zikiwa zina bendera tofauti tofauti, bendera ya Tanzania, bendera ya Kenya, bendera ya Uganda wanatengeneza bendera za aina tofauti. Hile yote ni moja ya sanaa na kuweza kusema kwamba shanga bado ni asili ya kiafrika. Kwa langu jina ni Latifa Isa, au unaweza ukaniita Madam T. Najishughulisha sana na swala zima la fashion and design, ku designing mishono na mbalimbali, maana mimi ni fundi na toa elimu kuhusiana na swala zima la mitindo, kama una changamoto yoyote ya mitindo, lakini pia unapokuwa ndani ya TZ Fashion basi utakuwa umechagua sahihi kitu sahihi kwa sababu utakuwa unajifundisha mambo mengi sana ya kuhusu uh, designing nzuri za mishono pale inapokuwa inatoka na tutaweza kufundishana mambo mengi ya kuhusu mitindo mizuri. Sasa hivi tunaenda katika msimu mzima wa sikukuu za Christmas zinatugongea hodi hivi, kwa hiyo kuna mitindo mipya mingi sana ambayo imeweza kutoka na nitaweza kukuwekeni hapa na siku ya leo, vipenzi vyangu, tutaweza kuzungumza kuhusiana na swala zima la maana ya shanga, lakini pia tutaweza kuzungumza swala zima la uh, matumizi ya hizi shanga, na kitu ambacho tutaweza kukizungumza cha kwanza, tukianzia na maana ya shanga, tutaweza ku alama za utamaduni, lakini pia tutaenda kuzungumza madhara ya kijamii. Then tutaenda moja kwa moja kuamia sehemu yetu ya pili, ambayo tutaweza kuzungumza kuhusiana na swala so zima la matumizi matumizi yake. Tutaweza kuongelea swala so zima la mapambo, tutaweza kuongelea swala so zima la sanaa, lakini pia tutaweza kuongelea swala so zima la kuhusu biashara. Kwa wale ambao wanahitaji kutangaza na sisi, karibuni sana, tuweze kutangaza biashara zenu na TZ Fashion kwa kupitia namba 0685114094 na nne unaweza ukatuandikia message, lakini pia unaweza ukatupigia simu kwa kupitia um, pia unaweza ukatutumia message kwa kupitia WhatsApp, na sisi moja kwa moja tutaweza kujibu au kujibu SMS yako. Kwa wale ambao bado hawaje subscribe channel yetu, basi naombeni bonyeze neno subscribe ambayo iko chini ya hii video, ili usiweze kupita na video zetu kila tunapokuwa tuna upload video, lakini pia usiache kulaiki pamoja na kukomenti kwa kile ambacho utakachokuwa umejifunza hapa siku ya leo. Tuendelee mbele kuangalia maana ya shanga katika swala so zima la alama za utamaduni. Hii ni moja ya utamaduni fulani ambao watu wanavaa, kama mfano uh, hizo utamaduni uh, wa wa Masai wanakuwa wanavaa, lakini zinakuwa na rangi tofauti tofauti, kama nilivyoeleza mwanzo. Kuna mfano wa vikuku, mfano wa bangili, mfano wa vile vitu vya kichwani, mshingoni, zote hizo ni moja ya utamaduni ambao unaweka alama. Lakini pia tukiendelea tukisema kwamba hizi zinatumika kama vile historia au hadithi za kijamii zamani, watu walikuwa wanavaa hizi shanga kwa kupitia maana fulani, lakini ile historia inaendelea kukua, na ndio maana unakuta kwamba watu wanavaa zile shanga kutokana na historia au tunaweza tukasema hadithi. Tukienda sehemu yetu ya pili, madhara katika jamii haya ni, ni mwonekano kama vile wa sherehe. Tunaona sherehe nyingi, watu wengi wanavaa aina hizi za shanga, lakini haya ni moja ya madhara, kwa sababu wanavaa wakiwa hawajui lengo la kuvaa shanga hizi ambazo sisi watu ambazo tunaziona. Na tukienda moja kwa moja kuangalia matumizi ya shanga hizi hapa, moja ya matumizi ya shanga hizi ambazo tuko nazo ni moja ya mapambo, kama vile ambavyo nilikwambia mtu anaweza akavaa kichwani au anaweza akavaa katika shingo au anaweza akavaa uh, mikononi. Kuna wale watu ambao wanapenda kacha, mtu anavaa mikononi shanga zake tatu nne zikiwa zina designing tofauti tofauti, au bendera tofauti tofauti, lakini pia kuna vile ambavyo viko mfano wa kama vigololi, gololi hivi, zote zile bado ni muundo wa shanga, kwa hiyo bado iko pale pale katika swala zima la mapambo. Tukienda namba yetu ya pili, uh, kuhusiana na swala zima la sanaa, ni moja ya sanaa nzuri sana ambayo we inakuwa inakuleta na mvuto. Unapokuwa unaitazama, unakuwa na mvuto fulani hivi ambao we mwenyewe unakufurahisha, unakuwa yani comfortable kuhisi kwamba mimi napenda sanaa kitu hiki, kwa sababu kama mimi hapa mfano, mimi napenda sana sanaa. Mimi napenda sana kutengeneza vitu vya aina mbalimbali kama hivyo shanga, kama hivyo uh, t kuchonga vinyago. Kwa hiyo shanga ni moja ya sanaa, na tukimalizia sehemu yetu ya mwisho kabisa kuhusiana na suala zima la biashara, hii ni moja ya biashara nzuri sana tena, ukipatia sehemu za watalii watalii wale ambao wanatoka nje kuingia kwetu Afrika, utaweza kufanya biashara hii nzuri sana. Ukiwa pia unajua kuchora vile vinyago, inakuwa ni vizuri, kwa sababu yote hii ina combine kitu kinachoitwa sanaa. Kwa hiyo kama unajifunza, big up, endelea kukomaa. Kama wewe ni mmoja ambao unafanya biashara hii ya shanga, basi big up endelea kukomaa katika biashara hiyo, kwa sababu ni biashara ambayo haina mtaji mkubwa, ina mtaji mdogo, lakini matunda yake ni makubwa sana. Watalii ni wengi sana ambao sisi tunawapokea, watalii ni wengi sana ambao wanatamani sisi kuvaa vitu vya kwetu, kutokana na hizi shanga ama vinyago ama hizo picha vyote wanavitaka wao. I hope katika video hii utakuwa umejifunza vitu vingi sana kuhusiana na swala zima la shanga. Tafadhali naomba comment hapo chini, lakini pia usiache kusubscribe channel yetu. Kwa mazuri zaidi, kwa mengi zaidi, unaweza uka subscribe channel yetu. Asanteni sana kwa kuwa pamoja na mimi kutoka mwanzo hadi mwisho wa video hii. Tukutane wakati mwingine kuna mengi mazuri ambayo yanakuja. Kuna vitu vizuri ambavyo vinakuja. Tunakaribia msimu wa sikukuu za Christmas, kwa hiyo kuna vitu vingi sana.